Mambo vipi wananchi, nyuma yangu ni kikosi cha Young African Sports Club kikiendelea na mazoezi yake baada ya mchezo wa jana, na haya ni mazoezi ya recovery kwa baadhi wa kwa ya wachezaji wa wali ambao walicheza dakika chache kwenye mchezo wa jana na wale ambao hawakucheza uh, kabisa. Wale ambao wamecheza mchezo wa jana kwa dakika nyingi wamefanya warm up kidogo, na sasa hivi wameelekea gym kwa ajili ya aina nyingine ya mazoezi. Kwa taarifa muhimu ambayo ni vyema nikawajuza wanachama wetu na mashabiki wa klabu yetu Young Africans, ratiba ya ligi kuu ya NBC imetoka. Uh, najua wengi, baada ya mechi ya jana, tulikuwa tumeshaweka akili tarehe 31, kwenye mechi nyingine ya Champions League tukirudiana na Ahli kule Guantanamo, Zanzibar, lakini bodi ya ligi wametoa taarifa hapa, kutokana na viporo hivi kwa uh, vingi kidogo. Timu yetu Yanga African Sports Club itacheza mchezo wa ligi tarehe 27, timu yetu itacheza mchezo wa ligi kuu ya NBC tarehe 27 kwenye uwanja wa KMC Complex dhidi ya Dodoma Jiji, na mechi hiyo itakuwa saa moja kamili jioni. Tunafahamu uwanja wa KMC tayari umeshawekwa taa, umeshatestiwa vya kutosha, na juzi zimepigwa mechi moja ya ligi pale, safi kabisa. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza Yeng African Sports Club tarehe 27 tutacheza mechi ya ligi kuu NBC saa moja kamili jioni kwenye uwanja ule wa KMC dhidi ya Dodoma jiji. Baada ya hapo tarehe ishirini tare na 28 ambayo itakuwa ni siku ya Jumatano inshallah Dar Dares Salaam kuelekea Zanziba sasa kwenda kuanza maandalizi ya kazi dhidi ya Ahli, kwa hiyo ni vyema wanachama wakajua tuna kazi mbili mbele, moja Dodoma jiji tarehe 27 ambayo itakuwa Jumanne, alafu tarehe 31 tuna kazi nyingine pale New Aman Complex dhidi ya Ahli kwenye mchezo mwingine wa CAF Champions League. Tuendelee kuiombea dua timu yetu. Safari ni leo, tutafika Dar es Salaam uh, majira kama ya saa kumi alfajiri hivi, tutaondoka hapa saa tisa Alexandria tatua Cairo Cairo, ndege itaondoka saa nne kasoro, ndio tutaondoka kuelekea ee, Dar es Salaam. Kwa hiyo tuombee kheri, ee, tuwe na safari nzuri, warudi salama ca wetu, na sisi kwenye upande wa matawi tuanze maandalizi kwenye hizi mechi mbili zinazofuatia. Niliwaambia Guantanamo, kitaeleweka asasik ah.